Tatizo la wizi wa dira za maji katika manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga linatajwa kushamiri ambapo mpaka sasa dira za maji mia mbili na kumi zimeibwa na watu wasiojulikana na kuisababishia mamlaka hiyo kupata hasara ya shilingi milioni 25 na laki mbili. Mtu amelipa gharama zake, amelipia KUWASA kuaja kupata huduma, lakini watu wachache wenye nia ovu wanakuja, wanachukua vile vifaa na kuja kuvifanyia uhalifu hasa wanauza vyuma chakavu. Unapoona kuna mtu amekuletea kitu ambacho ni, ni nyara ya serikali, ni vizuri pale ukatoa taarifa hata kwa mwenyekiti wa mtaa. Kwa kweli natua ugumu sana, kwa sababu wanavyotoa hizi mita kwamba maji yanaendelea kumwagika, unapoenda kule unatakiwa ununue mita nyingine. Sasa so kwa kweli namba tu achukuliwe atua walio kutoa hizi mita na nyoa sema watafutane. Alinunua, kuna dogo yuko hapa, ndio nimekuta amekinunua amekuja ameyanunua, kaliacha hivyo hivyo hivyo kubila kulimwaga ni mfuko, kumbe alikuwemo huko kwenye mfuko. Kwa sababu haa tulipewa darasa, kuna kuyanunua, tunakwenda tuyanunue, ndio maana amekuja hapa. Mi naji mi najua hamna kila kitu, kumbe yamo kwenye mfuko. John Mkama ni afisa uhusiano wa KUWASA anataja hasara ambazo mamlaka ya maji imepata kutokana na wizi wa dira za maji. Mpaka anavyozungumza leo ni takribani dira mia mbili na kumi zimeshaibiwa kwenye aa mitaa na maeneo ambayo nimetaja, na dira moja ina gharama kama ya shilingi laki moja na ishirini. Kwa hiyo kwa dira mia mbili na kumi, ni takribani milioni 25 na laki mbili zimepotea. Hiyo ni sehemu ya vifaa, lakini wakati wanaiba hizi dira wanaacha maji yanamwagika, lakini wanasababisha usumbufu kwa, kwa jamii. Tukio la wizi wa mita limekuwa ni sugu kwa mji wetu wa Kahama, wizi wa koki. Kwa hiyo mimi niendelee kuwaasa wanunuaji wa vyuma chakavu kwenye mtaa wetu wa Mongolo na manispaa kwa ujumla wasinunue vitu vyovyote ambavyo ni nyaraka ya serikali.